Miongoni mwa vituo hivyo ni jengo la huduma jumuishi la mahakama mkoani Geita ambalo linaendelea kujengwa. Kwa mujibu wa Profesa Ole Gabriel, ujenzi wa jengo hilo umefikia asilimia 88 na unatarajiwa kukamilika ifikapo Juni 30, 2025 na uzinduzi rasmi wa kituo hicho unapangwa kufanyika Desemba mwaka huu ikiwa ni sehemu ya mikakati ya kuboresha upatikanaji wa haki kwa wananchi. Mradi huu wa Geita ni sehemu ya utekelezaji wa mradi unaojumuisha ujenzi wa vituo jumuishi tisa, mahakama za mwanzo kumi na nane na mahakama za wilaya 9 kupitia awamu ya pili ya mkopo kutoka Benki ya Dunia wenye thamani ya dola milioni 65. Ni vyema ndugu zangu, pia mkafahamu kwamba eh, miaka ya nyuma ukiona jengo lililochokachoka basi utajua ni utasema nadhani ni jengo la mahakama, lakini kwa sasa, ndugu wa Tanzania, niwafahamishe kwamba hali imebadilika sana. Kwa sasa tunazungumzia ya mazingira yaliyoboreshwa kabisa. Kwa mfano, miaka ya nyuma jengo la zamani pale Kibaha lilikuwa limechokachoka sana, lakini tayari jengo jipya sasa linaonekana ni tofauti kabisa, muonekano ni mwingine. Na vilevile vile ukiangalia kule Ruangwa kulikuwa pia na jengo ambalo limechoka kidogo, lakini tayari jengo la mahakama ya wilaya ya Ruangwa limeshakuwa tayari. Kwa hiyo kwa, kwa kweli kazi kubwa inafanyika. Tulitamani mjue kwamba haya yanayoboreshwa katika miundombinu basi yana tija katika utendaji wa shughuli. Ndugu zangu waandishi wa habari, pengine kabla sijamalizia eneo hili ambalo nilisema nitaongea eh, kwa mapana kwa eneo la Kiswahili, baadaye kwa dakika chache niingia kwa lugha ya Kiingereza, ni kwamba vilevile tungependa kutoa shukrani za dhati, na shukrani za dhati pengine eh, tungetoa pia eh, kwa serikali sana tu kwa sababu ya kutoa kipaumbele katika kuboresha miundombinu ya za mahakama. Mkumbuke mwaka elfu mbili kumi na saba ndio shughuli kubwa ilianza, na wakati huo aliyekuwa katibu mkuu ni ndugu yetu Dr. James, na aliyekuwa waziri wa fedha wakati huo ni ambaye ni makamu wa rais sasa, mheshimiwa daktari eh, Philip Isdory Mpango waliweka msukumo wa pekee. Kaja katibu mkuu mwingine ndugu yetu Emmanuel Tutuba, sasa ni governor wa benki kuu, na akafanya kazi na mheshimiwa Dr Mwigulu Nchemba, msukumo ukaendelea. Wakazi wa Geita wameeleza maoni mbalimbali mbali kuhusu mradi huo, baadhi wakipongeza juhudi za serikali kuboresha huduma za kimahakama, huku wengine wakitaka kasi ya utekelezaji iongezwe ili wananchi waanze kunufaika mapema na huduma bora. na hata mahakama ya rufaa. ni jambo ambalo mimi kama mkazi wa Geita itatusaidia sana Uh, kwa sababu mwanzoni tulikuwa tunapata shida sana. Unakuta wakati mwingine rufaa unakatia rufaa yako si uende Mwanza uende sehemu nyingine, jambo ambalo lilikuwa ni gumu sana. Kwa hiyo itapunguzia gharama, lakini pia itarahisisha upatikanaji wa haki kwa wananchi wa, wa, wa, wa, wa kada zote. Umaridadi huficha umaskini, na pengine kwa sababu ya huduma yenyewe jinsi ilivyo eh, iongezewe ubora, kwa sababu tunahitaji kuona kitu kimoja ambacho kinaenda ambacho kinaweza kikatokea kwamba kuna ile usemo sawa kama hivi, haki iliyocheleweshwa ni sawa sawa na haki iliyonyimwa. Kwa hiyo hata, hata wale wahudumu wa, wa mahakama waongezeke, wawe wengi, ili kusudi tupate huduma kwa wakati na kipindi ambacho ni sahihi. Kwa kitendo cha ujenzo ukamilishaji wa jengo hili eh, mahakama ya kanda ya Geita itakuwa ni nzuri na inaweza ikatia faraja kwa watu kwa sababu haki itapatikana kwa wakati. Kutoka Geita, Imanu Ibrahim, na hii ni Clouds TV.